Sintofahamu imeendelea kutanda kuhusu kauli tata za Askofu Josephat Gwajima wa Kanisa la Ufufuo na Uzima, ambazo amekuwa akizirudia mara kwa mara kuhusu vikundi vya wahuni ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivi karibuni kwa nyakati tofauti, askofu Gwajima, ambaye kwa sasa yupo njia ya panda kutokana na sekeseke seke kuhusu utekaji, watu kupotea na wengine kuuawa, alisema utekaji haufanywi na serikali ya Tanzania, bali vikundi vya wahuni kwa mfano wanaotekwa na kupotea hawa, ikiwa kuna kikundi ambacho si idara ya usalama wa taifa, sio polisi, sio jeshi la magereza, sio jeshi la wananchi, kinawachukua hawa watu kinaondoka nacho, halafu sasa hawa idara ya usalama wa taifa wanapofuatilia, wakagundua kwamba hicho kimetumwa na mwanasiasa fulani mwenye mamlaka iliyowateua hawezi kushughulikia. Haiwezekani, wale si si polisi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 bila shaka kunaweza kuwa, mwambie wenzao, kunaweza kuwa na ka kikundi fulani ambako haka ndio nakatumia. Meseji kwamba kila silaha utakayofanya haitafanikiwa juu ya taifa la Tanzania katika jina la Yesu. Si kweli, ni uongo ni wahuni hawa wahuni, kale ka kikundi kanakoteka watu. Vikundi vya wahuni vinavyotajwa ndani ya serikali, hasa katika baadhi ya nchi za Afrika na Asia, ingawa sio kawaida na au halali, maarufu Godfathers, huchukua sura tofauti, ikiwamo mafisadi wenye ushawishi mkubwa, makundi ya uhalifu yanayohusiana na siasa, vikundi vya mashambulizi au wasi, na pia huchukua sura ya kikundi cha wahalifu walioko ndani ya taasisi za serikali. Wanasiasa wanaopinga mfumo wa Godfathers wa ushawishi wa makundi haya huondolewa kwenye nafasi au kutopitishwa kwenye kura za mchujo ndani ya vyama vyao. Mwanasiasa na mtaalamu wa uchumi Profesa Ana Kajumulo Tibaijuka alikaririwa akisema kuwa viongozi waliokataa kushiriki mikataba yenye mashaka, wakionekana kama vikwazo, waliondolewa kimya kimya. Tumefikia mali ambapo mtu mwadilifu kusurvive nayo ni ngumu sana. Unasema mtu mwadilifu kusurvive, tunavyokwenda ni ngumu sana. Mwanasiasa mwadilifu mwadilifu, mhm, mm, kusurvive ndani ya serikali, mizengo itatafutwa tu. Na alisema pole pole na nenda nini, mwa mnafanya research, si ninyi, tafuta clip ya pole pole. Mwenezi wa chama alisema vitu vimefuli, mtafanya nini, vitakukuta Sijui kama nitakumbuka vyote. Hmm. Lakini anasema ikishindikana utawekewa mizengwe ikibidi utauawa. Si, si ni pole pole. Sina haja ya kwenda mbali. Unajua pia wao mnafanya fanya research hivi vitu muviweke, mwa mnavileta vipo. Hmm. Eh? Kwa hiyo nataka kusema ni kwamba hapa sasa hivyo ndivyo vyote vina undermine zile moral ethics za taifa. Hmm. Kauli ya Profesa Tibaijuka inashabiana na ile ya Askofu Gwajima alipohoji mbele ya waandishi wa habari mnamo tarehe 25 Mei 2025 kuhusu wakurugenzi wa idara ya usalama wa taifa namna walivyobadilishwa ndani ya kipindi kifupi. Rais Pombe John Pombe Magufuli anatoka madarakani, tulikuwa na mkuu wa idara ya usalama wa taifa DJS, alikuwa anaitwa Diwani. Alipoingia mheshimiwa rais wangu na mwenyekiti wangu na haondoki yeye na walio chini yake wote wanaondoka. Tumekaa kidogo, akaja mwingine pale. Na wasema hawa, kwa sababu hawa ni the public figures, wanachaguliwa, sio siri hawa. Akaja mwingine hapo katikati sasa, ambaye akaja, na yeye nafikiri alikuwa anaitwa Masori, na yeye kaenda hapo katikati hapo, na yeye akaondoka na walio chini yake wote. Amekuja katikati hapo, anaitwa Alisiwa ali siwa naye amekaa muda kidogo, naye akaondoka na walio chini yake. Amekuja huu tulionao sasa hivi, ndugu yangu, rafiki yangu Suleiman Mombo, ndio tuko naye sasa. Unaweza kujiuza ndani ya miaka mitatu hawa wote wanaondoka, aliye chini yake na aliye chini yake na aliye chini yake, yake, yake. Wamekosea nini? Kwa lazima tujifunze kwamba nchi ili iwe imara, iwe na vyombo vinavyobaki constant, viwe mbali na presha ya wanasiasa. Wachambuzi wa siasa za ndani za Tanzania wanasema kuwa makundi haya likiwemo la Godfathers mara nyingi huibuka wakati wa chaguzi kuu, yakijipenyeza katika vyama vya siasa kwa kutoa fedha na rasilimali kwa wagombea wanaowapendelea, hatimaye hudai fadhila kwa njia mbalimbali, ikiwemo ya uteuzi wa vyeo, kandarasi za serikali au upendeleo katika maamuzi ya kisera mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, aliomba kutotajwa jina kwa sababu za kiusalama, anasema nina nukuu, ni ngumu kuwa na mfumo huru wa kiutawala kama maamuzi ya viongozi kwa ajili ya wananchi yanategemea ridhaa ya watu waliowasaidia kupata madaraka, mwisho wa kunukuu. Akizungumza kwa sharti la kutotajwa jina kutoka ofisi ya waziri mkuu, anasema nina nukuu Serikali imekuwa ikichukua hatua kali dhidi ya watendaji wanaohusishwa na ufisadi au mgongano wa maslahi. Kama kuna godfathers wanaojipenyeza, ni jukumu la vyombo vya usalama na taasisi za udhibiti kuwafuatilia kwa karibu, mwisho wa kunukuu. Nchini Tanzania ushawishi mkubwa upo kutoka kwa wafanyabiashara wakubwa, baadhi yao wakihusishwa na viongozi wa kisiasa. Pia kuna maelezo ya kihistoria kuhusu elite networks yaani mtandao, ikiwa ni neno lililotumika kuelezea vikundi vya kisiasa vya kiuchumi vilivyokuwa na ushawishi mkubwa, hasa wakati wa mpito wa tawala ya awamu ya nne ya Rais Jakaya Mrisho Kikwete kwenda kwa Daktari John Pombe Magufuli. Enzi za Magufuli, alijitahidi kudhibiti makundi hayo kwa njia za kisiasa, kwa operesheni kali dhidi ya mafisadi, licha ya changamoto za hapa na pale. Wako wengine wanalaramika lalamika wanasema, tuna wanyanyasa iji haki za binadamu hati, kwa sababu tunawatangaza hadharani. Kwa hiyo wao walikuwa wana haki mno kuwaibia hadharani? Watanzania waliwaibia Watanzania hadharani, lazima tuwatangaze hadharani mateso waliyoyapata Watanzania mamilioni kwa sababu ya kuibiwa na hawa wachache, lazima na wao waanze kupata hayo hayo mateso. Mapambano ya rais wa awamu ya tano JPM yanashabihiana na kauli ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizowahi kuzitoa ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM kuhusu mwenendo wa nchi na viongozi wanaotakiwa kuongoza kwa maslahi ya wananchi. Teweni mgombea ambaye atakidhi matarajio ya wananchi, acha matarajio yako wewe mpiga kura. Tupeni mgombea ambaye atakidhi matarajio ya Watanzania. Watanzania wanataka mabadiliko sasa hivi. Hali ya rushwa ni mbaya zaidi nchini. Wasaidieni wananchi kudili naye. Mgombea mtakayemteua lazima tumtetee wote, tumtetee lakini inatakiwa ukiulizwa swali, huyu atatusaidia kupiga rushwa vita? Jibu litoke ndani ya roho yako, hapana hapa tu kwamba ndiyo anaweza. Kwa hali iliyopo sasa, Askofu Gwajima yupo kwenye mtego kati ya maslahi binafsi na maadili ya taifa, ambapo kama Tanzania inataka kufikia dira yake ya maendeleo ya 2050, wataalamu wanasema ni lazima ipambane na mifumo ya ushawishi isiyo rasmi ambayo imekuwa ikihatarisha uwazi, uwajibikaji na usawa. Vinginevyo, vikundi hivyo vya wahuni maarufu Godfathers vitaendelea kuwapo serikalini hata bila kuchaguliwa. It is in this time we refuse abductions in our country

I refuse to be silenced. I refuse to be silenced. Hebu sema kwa sauti Tanzania ni yetu sote. Sema Tanzania kwanza. Yeyote yule na wowote wale na lolote lile linafuata baadaye.